Jeshi la polisi Mkoa wa Kipolisi Tarime Rorya mkoani Mara limemkamata sajenti wa jeshi la Marekani Charles Onkuri Ongeta mwenye umri miaka 30 mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya baada ya kukutwa na mabomu manne ya kurushwa kwa mkono aina ya CS M68 katika eneo la mpakani Sirari. Tukio hilo lilitokea jana Jumapili, Novemba 16 mwaka 2025, saa 6 mchana. Wakati askari wa ulinzi mpakani walipomhoji mtuhumiwa aliyekuwa akiingia Tanzania akitokea Kenya na gari aina ya Toyota Land Cruiser. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tarime Rorya, Makinjera, imeeleza kuwa kukamatwa kwa mtuhumiwa kumetokana na umakini wa askari waliokuwa doria mpakani. Askari wetu walifanya ukaguzi wa kawaida na ndipo walipobaini uwepo wa mabomu manne ya kurushwa kwa mkono ndani ya gari alilokuwa akiendesha mtumiwa, amesema kamanda Njera. Ameongeza kuwa silaha hizo ni marufuku kuingizwa nchini kwa mujibu wa sheria za Tanzania, hata kama angekuwa ameomba kibali maalum. Kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, mabomu ya aina hii hayaruhusiwi kabisa kuingizwa nchini, hata kama angeomba kibali asingeruhusiwa kuyapitisha, amefafanua kamanda kamanda Njera